Vision 2030 madini ni maisha na Nauta... ndugu zangu wa Kagera na hasa wa hapa Bukoba, tumefanya jitihada kubwa pia katika sekta za uzalishaji na biashara. Kwenye kilimo Bashe amesema vizuri sana na amesitaki kuongeza lolote kwenye hayo, lakini niwaambie tumejipanga vyema kufanya kilimo biashara na kuifanya sekta ya kilimo ikuwe kwa asilimia kumi itakapofika ishirini thelathini kutoka asilimia sita pointi kidogo ya sasa hivi. Kwa hiyo huko tumejipanga vyema. Kwenye sekta ya uvuvi, katika miaka mitano ijayo, tunakwenda kuwajengea uwezo wa kufanya uvuvi wa kisasa kwa kuwapatia mafunzo na nyenzo, na ninaposema nyenzo ni mitaji, mikopo ya wavuvi, lakini pia vyombo vya kufikia kwenye maeneo ya mbali na kuweza kufanya uvuvi. Na kwa kutambua changamoto ya samaki kupungua kwenye ziwa, tutawezesha wavuvi wengi zaidi kufuga samaki kwenye vizimba. Na huu ni mradi maalumu wa BBT, jenga kesho iliyo bora. Tutawezesha vijana wengi wafuge samaki kwenye vizimba katika maeneo ya ziwa. Kwa upande wa wafugaji wetu. Tutaendelea kuongeza thamani ya mifugo yetu kupitia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Hatua nyingine muhimu ni kuwezesha ujenzi wa machinjio ya kisasa ili kutoa huduma bora na kuzingatia mahitaji ya viwango vya kimataifa. Tuna soko kubwa ndugu zangu ulimwenguni, lazima tuingie kwenye viwango vya kimataifa ili tuweze kuuza mazao yetu yatokanayo na mifugo yetu.